Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu. Mimi hapa Mwinjilisti Deo kutoka kanisa la Pentecost Church of Tanzania, kwa maana ya PCCT. Aa, ninakusalimu katika jina la Yesu. Aa, nataka tuzungumze kupitia kitabu cha matendo ya mitume kumi na tisa mstari wa sita. Inasema, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Narudia tena kusema, Matendo ya Mitume kumi na tisa mstari wa sita inasema na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Uh, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Uh, ibada ilifanyika kisima cha ukombozi, iliyofanyika katika kisima cha ukombozi. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, tulimwona Mungu akitembea kwa viwango vya juu, kwa nguvu. Biblia inasema, na Paulo alipokisha kuweka mikono yake juu yao wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Haleluya kwao, tunamshukuru Mungu, tuliona Roho Mtakatifu alishuka, nilipoweka mikono juu ya watoto wake, Roho wa Bwana alishuka, watu wakaanza kutabiri, watu wakaanza kunena kwa lugha, wakaanza kutabiri, kutoa unabii na hii ndiyo ahadi ya Yesu Kristo juu yetu, ya kwamba kumbe asiri ya mtu anayenena kwa lugha, wako watu ambao wananena kwa lugha mpya, wako wengine ambao wanatafsiri, na wako wengine ambao wanatoa unabii. Lakini tulichokizoea, watu wa Mungu, ndo unatakiwa tujifunze ni kwamba kila anayenena kwa lugha ambayo ni ya Roho Mtakatifu maana yake ni kwamba kuna kitu ambacho Mungu anazungumza na huyo mtu, au kuna kitu ambacho Mungu anazungumza na kanisa, au na taifa, au na watu fulani fulani. Yawezekana labda ni kwa habari ya kutoa uchafu, kung'oa uchafu, kutubu au kutengeneza, ili Mungu aweze kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumezoea watu wakinena kwa lugha mpya, na wale wanaona watu wanazungumza, wananena kwa lugha, hawaelewi ni nini ambacho anazungumza. Lakini nataka nikwambie, nikukaribishe kisima cha ukombozi. Ni siku ya kesho ambako tutakuwa na ibada ya neno na maombezi. Tutaomba maombi ya kikomando yatakayemshusha Mungu na kutembelea watu wale ambao wana kiu na nguvu za Mungu na kunena kwa lugha mpya. Tunawakaribisha sana. Ni siku yako ambayo itakuwa ni faida kwako, na roho wa Bwana atashuka juu yako. Haleluya! Kwa hiyo na ukaribisha sasa sana, njoo wee una kiu na njaa ya neno la Mungu. Njoo ambayo wee una kiu ya kumjua Mungu zaidi, wewe ambao unahitaji unatamani ujazwa na, na roho mtakatifu. Ni Mungu mwenyewe amenipaka mafuta, itakapokuwekea mkono wa kinabii, roho wa Bwana atashuka na utapokea nguvu mpya. Utaanza kunena kwa lugha mpya, na roho wa Bwana atajitukuza na utatoa na unabii. Haleluya, haleluya! Nabii wa Bwana hutabiri katika Roho, na ndilo kusudi. Biblia inasema ya kwamba Paulo aliposhukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu katikati ya manabii, alipoanza kunena kwa lugha, alianza kutoa unabii. Aha, Kumbe mtu anaye anayenena kwa lugha mpya, maana yake ni kwamba kinachofuata ni kutoa unabii. Haleluya! Hii ndiyo neema ambayo Bwana ametupa katika kanisa la PCCT Kisima cha Ukombozi, salasala Benako. Tumeona mara nyingi sana, tunapofanya ibada, Mungu huwa anashuka, watu wanajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana anafurika, watu wanatabiri, watu wananena kwa lugha mpya. Njoo mwana wa Mungu kama wewe ni mgonjwa, Bwana atakufungua. Kama wewe unateseka na nguvu za, za giza Bwana atakufungua. Njoo ushuhudia matendo makuu ya Bwana Mungu aliye hai. Haijalishi wewe umeteseka kwa miaka mingapi, lakini Bwana yemtumikia Kisima cha Ukombozi ameahidi nguvu mpya, uweza mpya. Penye nguvu za Roho Mtakatifu hakuna kinachoshindikana. Tuko Kisima cha Ukombozi, njoo shuhudia matendo makuu ya Bwana. Mungu atakusaidia, Bwana atakufungua, Bwana atakuponya na kukurejesha. Ni siku ya kesho, saa kumi mpaka saa kumi na mbili tutakuwa na ibada kubwa sana, neno na maombezi, tutakuombea maombi ya kikomando na Bwana ataenda kudhihirika kwako. Jumapili ya juzi tulimwona Bwana, kuna watu wamefunguliwa, wengine wametolewa baharini. Sema ni kwa sababu, siku moja nitakuja niweke Uh, video ambazo watu wanafunguliwa jinsi ambavyo wanagaragara wavuviwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ni uamsho mpya, nasema ni uamsho mpya, ni siku za mwisho ambazo Bwana ameahidi kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya pili mstari wa kumi na saba ya kwamba itakuwa siku za mwisho, asema Bwana wa majeshi, ya kwamba nitaachilia Roho wangu juu ya watumishi wangu wa kike na wa kiume wana wa vijana wataona maono mapinti watatabiri na wazee wataota ndoto. Njoo ushuhudie neno la Bwana ni kweli na amina, na Bwana anasema ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Njoo, Bwana anatimiza neno lake. Watu wanajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, watu wanatabiri, watu wanaona maono, watu wanaota ndoto. Ni kisima cha ukombozi. Karibu sana, mwana wa Mungu, njoo wewe ambao una kiu ya kuona Mungu anakujaza nguvu za Roho Mtakatifu. Ni kisima cha ukombozi, tuko Mbezi Beach sarasara benako Dar es Salaam na naukaribisha sana mwana wa Mungu, mwana na mitume wa Mungu manabii wote, nawakaribisha mitume, wainjilisti, waalimu na wachungaji, njo uone jinsi ambavyo Mungu anatenda kazi pamoja na manabii wake wako, ambao mwana, ni manabii wanatabiri katika Roho, wanatabiri katika Roho. Bwana anawatumia sio mchungaji tu ndani ya kanisa lazima kuwepo na huduma mbalimbali, huduma za kinabii, huduma za kitume, huduma za kiinjilizi, huduma za ualimu, huduma za, za, za, za uchungaji. Lazima, ili ya kwamba mwili wa Kristo ujengwe na kazi ya Mungu itendeke. Tupo sarasara benako, kwa maelekezo zaidi ni sifuri sita hamsini na nane sabini na moja arobaini na tisa tatu tatu Yavona ni sifuri saba sita sita kumi na saba sabini na tatu tatutatu. Piga namba kwa maelekezo na Bwana atakuhudumia sana. We ambao unahitaji huduma yako ikue, karibu sana. We ambao unahitaji nguvu mpya za Roho Mtakatifu, huduma yako imeduma, mambo aya ya endi, ulikuwa unasikia sauti ya Mungu usikii tena? Njoo Kisima cha Ukombozi. Bwana ameachilia uamsho wa siku za mwisho. Miujiza ishara na maajabu inaendelea kutendeka kwenye madhabahu ya kisima cha ukombozi. Karibu sana. Na Mungu akubariki, kubariki sana. Shalom, shalom. Amen.